Bwana brother wangu vipi? Poa wa vipi mwana? Niko vizuri. Vizuri kabisa. Bwana Idd Nado, mmoja kati ya mchezaji hatari kweli kweli ndani ya Azam FC hivi sasa. E, kwa kiasi kikubwa sana umekuwa ukifanya vizuri misimu kadhaa na wengi wanakuwa wanajadili Idd Nado mbona anafanya vizuri lakini bado ana stay Azam FC. Hili jambo linakupa pressure kiasi gani? Ya ja, kwanza ningependa kumshukuru Mungu lakini kwangu alinipi pressure kwa sababu najiona nipo sehemu sahihi, kwani Azam FC pia ni timu kubwa na timu pia ambayo ina malengo makubwa kwa kila nikiona nikiwepo hapa mimi naona kama bado nipo sehemu sahihi. Pia na umeandika historia ya kwenda hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza, Azam FC wanaenda kushiriki mashindano haya. Wewe kama mchezaji unayeendea mashindano haya ukiwa na malengo gani? Um, malengo yangu before yalikuwa ni kuenda kwenye group kwenye group stage, lakini sasa hivi malengo yamebadilika. Sasa hivi natamani kwenda hata kwenye quarter final hivi, semi final au finali kucheza, ndio malengo yangu mapya. Yale tayari yaliyopita nimesahau kwa sababu tayari nimeshaifikia hapo sehemu. Kwa kila unapofika sehemu malengo yanaongezeka. Kwa sasa hivi malengo yangu ni siyo tena group, kwenye group stage. Malengo yangu sasa hivi tena kufika kwenye quarter final. Ligi ya msimu huu unaiona vipi, hasa na ukilinganisha na ligi mbalimbali mbali ambazo tayari umeshazicheza? Ligi msimu huu kwa kuiona ni, ni ngumu kwa sababu sijacheza hata mechi moja ya ligi, nilikuwa niko kwenye majeruhi, kwa hiyo yeah. Eh, ila, ila ligi ukiiona tu nje, ligi ni, ni ngumu, kwa hiyo naomba Mungu niweze kufanya vizuri tena kwenye ligi. Dinado msimu uliopita ulipitia nyakati ngumu kweli kweli za majera. Amini kabla, msimu uliopita msimu wa nyuma ule ulipitia nyuma ya, ulipitia nyakati ngumu kweli kweli na watu ukatoka divichwani mwa watu, yani kwamba Dinado yupo Azam kweli ama yupo, ulikuwa una upo nje ya uwanja kwa muda mrefu, nini hasa kilikuwa kichwani mwako na uliamini kwamba unaweza ukaja na ukawa uka, uka moto namna hii eh? kipindi ambacho nipo majuruhi kwenye kichwo changu kulikuwa kuna maswali mingi, mwenyewe nikijiuliza, nikipona nitarudi kuwa kama yule? Ni kitu ambacho nilikuwa nakipambania nikiwa nyumbani, nikiwa naenda kwenye kliniki, nikiwa mazoezi, kabla sijajiunga na timu, nikiongea na familia yangu, ni kitu ambacho nilikuwa, wananiambia bidi ufanye mazoezi uzingatie, ili uweze kurudi kama yule na fokasi yangu ilikuwa ni hiyo, kwamba nikirudi niwepo kama yule au zaidi ya yule, au nije na kitu chingine ambacho watu walikuwa hawakijui. Kwa naweza kumshukuru Mungu kwa hilo, ameweza kuni, kunisimamia mpaka sasa, najiona kama nimerudi, na kuna vitu vingine tofauti ambavyo watu wanaviona, kwa bado hawajawahi kuviona kwangu. Namshukuru Mungu na mashabiki wangu kuweza kunipokea tena na kuona kwamba ni bado yule yule, au ni zaidi ya yule. Ni kitu ambacho kinanipa faraja. Yes, moja kati ya mashindano ambayo umekuwa na performance nzuri, ni mashindano ya CHAN ambayo yalifanyika pale Amani hapa Tanzania. E, yale mashindano yamebadilisha vipi career yako ya soka? Maana of course ni moja kati ya mashindano ambayo kwa timu ya taifa ilikuwa na performance nzuri ikiongozwa na wewe, pia ulikuwa na performance nzuri kwa kweli kwelikweli. Ja, mashindano yale kwangu mimi ni yalikuwa ni sehemu nzuri sana ya mimi kwenda kuwa, um, kuwa prove watu kwamba mimi ni pia mchezaji mzuri, mzuri zaidi ya vile wao walivyokuwa wananifikiria. Koo, mashindano yale niliyachukulia ni, ya ni, ni sehemu kubwa ya maisha yangu. Ko, ndio maana ni mwalimu Moroko Mgunda kocha Julio waliweza kunipa nafasi na wakaniambia tunakupa nafasi fanya vile ambavyo unavyoweza na usaidie timu yako kwa sababu Azam ulikuwa na napata ndo nafasi ku nikwa sipati nafasi kwao, nimeweza kumshukuru Mungu, nimeweza kupata nafasi na kuweza kucheza vizuri na kila mtu akaona. Mimi ni furaha kwangu kuona nafanya vizuri na watu wana appreciate yeah. Na ndio unajiona wapi baada ya misimu miwili mbele? Kwa sasa siwezi sema, kwa sababu sasa hivi nina mkataba wa miezi nane Azamu kwa mkataba wangu utakapoisha ndo nitajiona naelekea wapi, na kwa nipo mkataba mrefu mle, e, mrefu, sababu Azamu ilikuwa kwenye kipindi nikifikisha mwaka mmoja na nusu wananiongeza e, kwa sasa hivi ndo nimeweza kufikisha imebaki miezi nane, kwa lolote linaweza likatokea. <laughs> nchini Uingereza na mchezaji gani ambaye una ona kama ni role model wako na unapenda jinsi anavyocheza uwanjani nchini Uingereza, peke yake Uingereza, timu ninayopenda ni Manchester. Mbona Azam FC Manchester wengi sana. Eh, hey, mimi ndo timu yangu tangia niko kwa mtoto kwao, ni ni timu kubwa poa tutandoka mashabiki wa Amani ni wa mashabiki wavumilivu pia, kwa tunaipa timu yetu muda yeah. Naamini baada ya miaka miwili mbele tutakuwa on top. Okay, yeah. Mchezaji ninayempenda Uingereza kwa sasa hivi yeah. Kwa sasa hivi naweza nikakwambia nampenda sana Foden uh, Manchester City, uh, Foden anacheza vizuri bwana.